Mke wangu hilo jambo mbona linazungumzika tu eh. Labda mi nikwambie, kwanza labda nikwambie niliko nilikokuwepo, mimi mvua imenyesha eh, na unajua kabisa ule mto wetu Mburumi ule wa kuvuka kuja huku, mvua tu ikisha nyesha, wang'ambu wang'ambu wawukuna, wang'ambu wang'ambu sasa. Mvua wakati ina nyesha pale, mimi nikashindwa kuja huku. Mafuriko yametokea nyumba za watu zimeondoka. Watu wa kule chini, chini sokoni kule, wa kule wanaoka kule kwa malikia, wote nyumba zao zimeondoka. Eh? Alafu sasa kilichotokea baada mbaya nyumba bovu likaniangukia. Nilivyosema nirudi ule upande wa kule, sika kama tuna sungusungu. mke sungu wangu nimepigika, mimi nimepigika, mke wangu nimeteseka. Wewe. Yeah. Manyuka, usinifanye mimi kama mtoto mdogo. Usinifanye kama mimi mtoto na kuchezea kwamba, yani uki bonyeza kushoto na kulia lazima lilie Manyuka, haujakamatwa na sungusungu? Yaani wewe siku mbili nyumbani hauonekani, wakati huo mimi mkeo, unajua pilika pilika zangu, nadaiwa vikoba mama, nadaiwa kausha damu, nadaiwa yaani, mpaka leo hii kila nikipita barabarani najifurika kwenye mitandio hapa mimi. Eh, sasa mke wangu wewe, unanishaitani usitaki, tusababishe ugomvi, nijibu Manyuka, ume umelala wapi <laughs> Manyuka, yeah, we, we. <laughs> Unakimbia unaenda wapi sasa hivi? sina shida hata na salamu zenu. <coughs> Ehe, bibi wewe, nimekutafuta kila kona sikupati. Mama, una mpango gani na hela ya watu siku ya tano leo? Sasa hela ya upatu hujarejesha, una mpango gani? <coughs> Kijumbe samani, naomba nizungumze kidogo na mume wangu. Wewe nisikize, nikwambie, usijichekeshe hapa ili nikuone mcheshi nilikuwa nilikuona kule njia panda na sio kwamba sikukuona, ila ulivoniona tu ukasema ngoja ukimbie. Nikasema kwa sababu leo sipo sawa, ngoja nikuache. Sasa leo mama siondoki hapa bila pesa ya watu, nipe pesa niondoke yawatuesa. Ah, kijumbe e, piga kwanza, astaghfirullah, mimi nikukimbia wewe, kijumbe wangu jamani, kabisa mzuri mwenye nakupenda, unatutunzia senti zetu. Mi nimekuomba, tunaomba muda kidogo nizungumze na mme wangu, kijumbe wangu Sawa, nakupa muda uzungumze na mme wako, lakini sikikubwa naondoka na hela yangu sasa, e. Mimi leo hapa siondoki bila pesa. Nendeni mkazungumze na, nasimama hapa hapa leo hadi kieleweke. Mrembo mambo, najiona mwenye bahati sana kukutana na binti mrembo kama wewe. Uh, naomba muda wako kidogo, kama utojari. Sawa, lakini nenda na muda hakika. Um, wewe ni binti mrembo sana, umevaa umependeza, nitajiona mwenye bahati sana Endapo tu ukinikubalia. Kwa hiyo naomba nipe nafasi, nimetokea kukupenda sana. Kaka, tatizo sio mapenzi, tatizo pesa. una stampampa eh? mapenzi bila pesa ni sawa na chai bila sukari oh. shida ni pesa tu. Yeah. Nionaje hapa mjini bila hela twendi sasa hmm? Um, so naomba nisikilize, nisubiri hapa hapa, nafika hapo mbele, narudi sasa hivi. Kumbe hey, hela yenyewe una hapa hivi hata, ah, hata ukiniangalia unanionaje hivi, mi nafahamia kabisa kuwa sina so pesa? Hapana bana, pesa ninayo. Sema ndo nilikuwa nafata hapo mbele, we nisubiri hapa, narudi sasa hivi. Okay, saa chap sijaondoka. Sawa, wahi basi. Hai, anataka pesa yake, mimi ndani sina senti tano manyuka, haya tunafanyaje? Asa, mke wangu zawadi, mi tu nikwambie bwana, yaani mi hapa unaponiona hapa mi mwenzako, kwani sina shilingi kumi wala senti tano wala senti yoyote, natakiwa kuwaela mimi hapa sina mweupe, manyuka manyuka manyuka, usitake kuchezea akili yangu. Hapa nataka utoe wazo linaloeleweka tunadaiwa. Na kijume ndo kashakuja pale, na kama anavyomjua yule, akili zake, na akasema kabisa kwamba tukimkimbia anaingia ndani, anatoka na chochote. Haya ndo kile kigodoro chetu kile kilichonyoka hivi kama ulimi wa mbwa, ndo kikibebwa, sisi tunalala timu, tunaumia mbavu wewe mwenye mke wangu nishakwambia kila kitu kilichotokea, eh, nimekamatwa na wagambo wale na wale wagambo wale ambao ni sungu sungu. Wewe mwenye unajua eh, kuna yule kigoro yule, zola yule mwingine, kosi, yaani wale wakikukamata hata wale wanakupurupusa pu, wanachukua hela zote, hela zote nilizofanya kazi wamezichukua wao. Mimi ningefanyaje, mme wangu? Manyuka mimi, najua wewe hela unayo, ila tu unadanganya danganya hapa. Nipe basi, mkeo mwenzio nadhalilika mimi, mme wangu eti penzi, nipe mimi, mkeo.

Mana yo mwenye unasema nasema. Oo, mume wangu hujachangamka hasa e, safari nimeanza kuchangamka tena, nimeanzia kichwani. <laughs> domo kaa, nisikilize vizuri mwanaume. Mimi hapa natoka asa, unatoka unaenda unaendavi Haya, kuniuliza hivyo kama nani? Ungekuwa mwanaume kweli, kwa hizo siku mbili zote ulizolala nje, ungerudi hapa mfuko umenona. Nakwambia mama, tungaje sosomola miku huku mama misoda mipilau, lakini una chochote hapo ulipo zaidi ya ziki? Sawa, haya mambo yanatuendeshea maisha, lakini si unaona yanavyotukausha damu eh? Haya mambo achana nayo bwana. Haya, hutaki nikukausha damu, taka ndo nikukausha wewe. Nimekwambia mimi natoka mgu wa mgu wa mgu, na ninapotoa mguu wangu hapa, nakuacha na kijumbe sasa wewe ndio ujue jinsi ya kumpetipeti na hiyo sehemu. Nikienda tu lazima nirudi na pesa babaangu. Kwa hiyo tuliza ili ndonga lako, maana nalijua akili zake kama maji. Ujue jinsi ya kumpetipeti ule kijumbe, mwambie tu vizuri kwamba mke wangu nimemtuma sehemu kwenda kuchukua pesa, lakini manyuka na kujua. Usija kuleta zile pigo zako zawe na stela, safari na kunyonga, manyuka safari na kunyonga live kabisa nje kwa upa mke wangu eh, mimi mjinga, lakini sio mjinga kiasi hicho. Mi najua vile vitu vinatusaidia kiasi gani, afu nilete utani. Mtu mwenye ushasema akili zake hazikosa. Eh, mimi lazima nidili naye yule. Eh, eh, sawa. Lakini mke wangu, eh, mi naamini wanawake mnaweza, kwa hiyo ilo jambo kwako, unaweza ukalimaliza tu. Wanawake mnaweza kama bwege, yaani limekaakaa tu hapa, kaja ndaeka, alafu nanisikilize. Eh, afu nimeimisi, kwa hiyo ukirudi nabidi niipigi. umeimisi kitu gani? Haya, nenda kai chumu mbwana. Dunia Bwana Mungu ni mwema sana, imekuwa bahati ukutana na wewe hapa umgu na uona, nilikuwa nakuja kwako bwana. Mimi hapo nyuma nimekutana na mwanamke na mimi ndugu yako, kama unavyojua, na gundu, kila mwanamke nitakayemtongoza nakataliwa. Sasa huyo nimegusa tu imo sasa mguu, nilikuwa nakuja kwako. Huyu bwana, umeniuzia redio na kila siku nakwambia bwana redio yako mbovu. Sasa nilikuwa nafata elfu ishirini yangu, nipe elfu ishirini yangu nikatoe mikosi, nikwambie kisa kwanza uwe vizuri sawa. Wewe kuna kitu ukijui vizuri wewe, bwana dunia, hata maneno yako mi mwenzio, na ukwaswa muda mrefu, hata chakufanya kitu kimoja, ile ndio ile. Kuna msanii mmoja a, ukiwasha

wekibwegele fapiga nyama a wake za watu. Bwana dunia mi wake za watu, sitaki matatizo hayo. Acha ujinga, unaenda unapiga nyama. Sa mimi nakaa wapi? Nakaa mlangoni, alafu usichokijua sasa, unajua maisha ni ya kwako, na wewe ndio utakuja kuamua, alafu huyo mwanaume wake

Kulikoni tena, mbona uko peke yako Zawadi? uko oh, <laughs> eh. Wapi? Usipaniki sasa, kijumbe, wewe nisikize nikwambie. Naijua hiyo Zawadi, namjua vizuri kwa sababu amekaa kijanja kijanja. Usitaki kuniambia ameshaondoka. uh -uh. Manza alisikudai wewe. Ninaye mdai ni yeye na ameshaamua kunitoroka. Ninachokifanya hapa nafanya action. Nadhani mnanijua vizuri uh -huh. Eh, nini nini sasa, usifanye hivyo eh. eh. Kwanza kwanza mimi labda kijumbe, kwanza nikusifu kwanza, wewe mvumilivu eh, katika watu wanaovumilia, wewe mvumilivu, lakini hilo swali tume hmm? mm. Eh, sasa tumeshafanyia mpango mm. Nimemwagiza mke wangu Zawadi, kuna sehemu kaenda kuchukua hela eh, yani kuna sehemu mimi nimemwagiza baba, anaenda anachukua hela, anakuja hapo, tunakupa hela yako. Sasa hilo swali sasa, tuna mpaka wengine ndani uchukue vitu vyetu eh. Sasa nisikize nikwambie, nina muda mfupi sana hapa kusubiria, maana nakujua wewe na mke wako nyote ni akili moja. Nina dakika 15 tu za kuvumilia, ikitokea hajatokea huyo mke wako ndani ya dakika kumi na tano, nadhani mnanijua vizuri. Ah, hamna shida, mimi mke wangu jembe yule, namwamini yaani swala dogo kama hilo ah, linaisha. Sasa siniongele sana, maana kile kitu na macho yenyewe utafika mbele na nini, manyanya tunguja tu na kaa hapa dakika kumi na tano toka hapo, kwanza nikae hapo hapo mlangoni. <gibu> Yeah, ya kijumbe Eh, mambo vipo? Poa kwako, salama? Kiaje wewe? Safi kabisa. Ila jitu linavyoonekana wewe, eh like unachekacheka wajichekesha chekesha, najua umekuja hapa una jambo lako, ndio maa unachekacheka. Naka mambo huku naangalia angalia mifugo mifugo yangu hapa, mifugo hupati, yani kuku wangu hupati. Usiwe kama yule pako mzuzu ule, maija kachukua kuku wangu kaenda kumfanyia sherehe le, mpaka leo hela janipa kuku. Kaudi hapa na utiai kuku wana mafua, kuku aongei Kiingereza, kuku kuku aongei Kipemba, kuku aongei Kimanga, kuku yupo katoka hoi, hata kujamiana hawezi. Mi hata sijaja nayo mmanga. <laughs> Alafu nilikuwa nakuona tu ile siku ya Kigoma nikiinama upo, nikiinuka upo, nikizunguka kati mduara upo nyuma. Bila shaka ulikuwa unanitaka, ulikuwa unanitaka mmanga, sema ukweli. Eti, au mimi unanionaje? unanionaje? v Mwanamke nimekamilika kila idara, na titi zangu hizi, na titi tatu mama, na tako na titi na tumbo. Upewe nini Manga, au upewe gunia la chawa ushindwe kulibeba? Jiongeze mwanaume mimi <laughs> hapa shida yangu ni elfu ishirini tu, ukinipa tu elfu ishirini ungum kwenye babanda yako kuna mali sana ila kweli mtoto, kama ulivyosema titatu unazo, limekuona na matastiti kidogo vizuri, ila kuna ugumu kidogo. Mimi hapa unavyoniona, hela mfukoni elfu ishirini sina Si mwenyeelewa, kwa sababu mimi ela zangu zote huwa nawekeza kuna kwenye mifugo yangu kama hivi nafugafuga kuku vinini napatapata mia mbili, mia tatu. Kwa hiyo hapa mimi hela sina, ila na option nyingine ee, naweza kafugia kuku mmoja hapo, ukaenda kuuza huko masokoni, ukapata hiyo hela unaoitaka, mimi nawe tukamalizana kimya kimya kama mkinda wa Buguluni hadi mtu mtu, au unaonaje? unasema kweli manga? Ah, bila shaka basi haina shida, tumalizane haraka haraka. Ana <laughs> <laughs> vitu vyangu kabisa. Yaani nikikupata wewe dunia yote ya kwangu. aachukua kuku wangapi? chupa ya maji na umuhimu pale kuwa na maji chupa yote duniani, lakini mtu akimaliza kiu haina samani tena. Jamani, kila siku lazima upiga makelele waichwamgia

huyu mimi nishapiga kamiso kama hivi, huo waifa linasumbua, naye analegalega kwenye antena. Kwa hiyo nakupeleka hitu bele kapiga ndoto. Be... Be... Be... Be... we mwanaume, we mwanaume jishikilie! Yaani dume zima halina akili. Sasa we unamwambia tatizo limeisha, mi mjumbe wa mwenyekiti hivi eh? Unajua nimekuchoka na tabia zako, sitaka kubadilika wewe. Jamani, watu wanapata wanaume, mi napata matatizo. Kwani ukistaajabu Musa amusi watawana Firauni, ili dume hili jamani.

Hivyo we kaka, una akili timamu kweli kichwani. Yaani umetoka huko na akili zako timamu unakuja mpaka hapa. Yaani nikalale nawe. Hivi hujui kama mimi ni mke wa mtu? Na hujui kama mimi ni mume wangu? Wewe umekosa we, kwa wanawake wote huko umekosa mpaka uje kwangu wewe. Wewe kaka, tuheshimiane. Wewe shemeji, tulia. Mimi usije ukanihusisha. Ongea na mume wako vizuri. Umenelewa? Wewe wewe fushini unayo ya redio. Unayo fushini ya redio. Hivi wewe una no. <laughs> akili kweli? Yaani unamchukua mwanaume huyo niingie naye ndani nikalale naye? Wapo nje hapo nasubiri. Jamani, hili dume la wapi jamani, waapi? Wewe katika vikoo vya wanaume ulikuwa hupo?